Biblia, katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya ishirini na mbili, ishirini na mbili. Kitabu cha Ufunuo mstari ule wa kumi, maandiko yanasema hivi: akaniambia usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Mwenye kudhurumu azidi kudhurumu, na mwenye uchafu azidi kuwa mchafu, na mwenye haki azidi kuwa na haki, na mtakatifu azidi kujitakasa. Namfurahia Yesu kwa sababu watakatifu wako duniani. Mtu mmoja aseme amina kwa jina la Yesu. Kama dini yao hawaamini watakatifu duniani, sisi tunaamini watakatifu wapo duniani. Wanaompenda Yesu aseme amen kwa Bwana. Na mtakatifu azidi kujitakasa. Tazama naja upesi, na ujira wangu uko mkononi mwangu kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Ninazo dakika chache, nataka nimseme Yesu aliye hai. Jina la Yesu libarikiwe. Biblia inasema Yesu akaongea na Yohana akiwa kwenye kisiwa cha Patimo, anamwambia Yohana, mtu yeyote asiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Mwenye kudhulumu azidi kudhulumu, mwenye kujitakasa ajitakase. Mtu mmoja aseme amina kwa Yesu. Ah, haleluya, jina la Yesu ibarikiwe. Wahubiri wengi wanahubiri injili ambayo inasuza mioyo ya watu lakini haigusi moyo wa Mungu. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amina kwa Bwana. Mtu mmoja anayempenda Yesu aseme amen. Yohana anaambiwa mtu yeyote asiatie muhuri maneno ya kitabu hiki, kwa maana wakati umekaribia. Moja ya tatizo la mwanadamu ni kujua kitu kinaitwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. wa watu wengi tuna tatizo kwenye kujua wakati, wengi tunafikiri wakati wote ni wakati wa kwetu, na ndio maana mwanadamu anatembea akijivuna, mwanadamu anatembea akijisikia na malingo, kwa sababu ana uhai wa leo anafikiri na kesho atakuwa hai, lakini wanawaambiaga watu siku zote, Mungu akikupa leo hii itumie leo kumheshimu Mungu aliye hai na kumpenda Bwana na kumshika Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini mwanadamu akiona leo anafikiri na kesho ni ya kwake, kumbe kesho ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe, aseme amen. Punga mkono wako juu namna hii Haleluya. Haleluya. Mtu yote msirundikane, mnakaa mtazibata spika na wachungaji tawanyike, kama waubiri aleluya, msikae kwenye gari huku, mtabomoa kiwanja cha watu, kaeni huku Haleluya. Haleluya. Punga mkono wako juu namna hii, jina la Yesu libarikiwe. Yohana anaambiwa maneno ya kitabu hiki yasiwekewe muhuri, kwa sababu wakati huo umekaribia. Jina la Yesu ibarikiwe. Anasema mwenye kudhulumu nazidi kudhulumu, mtakatifu nazidi kujitakasa, mwenye nazidi kutenda haki, kwa sababu wakati huo umekaribia. Jina la Yesu libarikiwe, haleluya. Anasema, tazama naja upesi na ujira wangu uko mkononi mwangu. Hapa ndipo ninapompenda Yesu aliye hai, huyu mwanaume anasema, tazama naja upesi na ujira wangu. Wangu. Naja wangu na mshahara wangu kumlipa kila mmoja ninachomfurahia Yesu. Wachungaji watalipwa, waimbaji watalipwa, wenye dhambi watalipwa, walevi watalipwa. Haleluya, haleluya, kila mwanadamu watalipwa. Haleluya, mwambie jirani yako, fanya vizuri unachokifanya kwa sababu kuna malipo. Ndiukie jirani yako, mwambie endelea kufanya kwa bidii kwa sababu kuna malipo. Kama ni mzinzi, ongeza na mwingine watano, zini vizuri kwa sababu matokeo yapo. Kama ni umbea, fanya sana kwa sababu malipo yapo. Kama ni kuimba, imbeni sana kwa sababu yako malipo kwa Bwana aliye hai, alealaleluya kama ni kumtumikia Bwana tumika, kama utatumika tena kwa sababu malipo yapo. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Yesu anasema, tazama naja upesi na ujira wangu uko mkononi mwangu. Niangalie kidogo, anasema, ujira wangu uko mkononi mwangu. Ninachompenda Yesu hate ramandarakosaka hasemi ujira huko mkononi maskofu watiaij wara ejit wara Pentekosti, hasemi ujira huko AIC, hasemi ujira huko kwa mashemasi wara mwangalizi. Ujira na kuja nao yeye mwenyewe, wameubeba mwenyewe, wameushika mwenyewe, wameushika mwenyewe. Haleluya, haleluya ujira wake ameubeba mwenyewe. Mfiche mke wako, mfiche mume wako, lakini ukifa utalipwa. Nasema fanya uovu wezavyo, fanya unayoyafanya sana, ujira upo. Mtu mmoja asema amen. Watu wanaojua sheria ya nchi ya Tanzania haimruhusu raisi kuendesha gari wala kubeba briefcase. Sheria haimruhusu kwa sababu ni bosi. Mtu mmoja asema amen. Hata kimemo analetewa na kisha kisoma kinarudishwa na bebi, yeye kukirudisha hamasheteka ya taramando. Lakini huyu Jehova Shama ninamwogopa yeye, sio kama maraisi wa dunia. hawaamini malaika yete pakayeta, awamini wachungaji, wajawamini maskofu, anakuja nao yeye mwenyewe anakuja, yeye mwenyewe. Haleluya! Inua mikono yako, shangilia ya jina la bwana wa majeshi. Haleluya! Sikiliza watu wa Shinyanga, nataka nikwambie, na nahubiri injili nikiwa na jeuri ya moyo Nisikilize, tuvimbie mbele za watu tutunishie misuri, mi, misuri, kwamba we una cheo. Ujawahi kukutanaga na watu wanahela wanavyeo na wamesoma wanajua, who are you what is this about? Kumgunda wakitembea wanavimba. Aleluya, nampenda askofu wetu huyu. Askofu wetu hata hana malingo, baba wa watu yupo tu, mpole tu huwa nawaambiaga watu, cheo kisija kikaiharibu akili yako, uchungaji usija ukaiharibu akili yako, nafasi isija ikaharibu akili yako. Haleluya, haleluya. Watu wengi wameharibikiwa na nafasi walizozipata mtu mmoja, sema amen. Watu wengi viburi vimeingia, kwa sababu wanahela, kuna magari wanatembelea wewe hauna, ila ninachomfurahia Yesu safari ya mbinguni, hakuna atakayeingia na basikeli wala gari, ziwe za vyama ama ulinunua mwenyewe fika geti na mbinguni, hakuna atakayeingia nacho, ni watakatifu peke yao, ni watakatifu peke yao. Sema sema amina, ni Mi watakatifu peke yao, watamuona Jehova, watamuona Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya, jina la Yesu barikiwe. Namfurahia Yesu. Atawahubiri, tutalipwa hata watu wote watalipwa, hata wanaoteka wenzao nao watalipwa, hata wanaopoteza wasiojulikana. Kwa Mungu watajulikana tu, hawa watajulikana vituo vya polisi, lakini kwa Jehova watajulikana, masheketa watajulikana. Haleluya, haleluya, haleluya, jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nakupa shauri, acha wokovu kanjanja, acha wokovu wa maigizo. Kuna kuondoka duniani. Nisikilize mtu wa Shinyanga, nisikie Msukuma, kuna kufa. Acha maigizo. Wewe ni mtumishi wa Mungu, acha maigizo. Wewe unachewa hauna cheo, acha maigizo. Wokovu ni halisi, wokovu ni maisha, wokovu ni kweli wokovu sio kuigiza kama akina Kanumba. Wokovu ni harisi, walioharisi washangilie jina la Yesu Kristo, la Yesu Kristo. Vijana wa Shinyanga mshikeni Bwana, kamateni Yesu, kwa sababu wokovu upo na ni halisi. Nilikwambia jana na juzi, Mungu anasema waambie watengeneze njia zao na matendo yao, wasijifariji kwa maneno ya hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana. Ndio maana wengi wako kanisani, wanasema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, mi mlokole, mi Mkristo, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, lakini mbinguni panataka watakatifu panataka waliokoka, hawataki waliosari. Mbinguni hawaingii wanaosari, wanaingia waliobadilika, waliopona, waliotengenezwa na Bwana. Haleluya! Haleluya! Haleluya! Amua kubadilika. Yesu yupo, mbingu ipo na jehanamu ipo. Nisikilize mwanamke uliyekaa kule nyuma, anakuja Yesu anakuja Yesu! Huyu mwanaume anakuja, mama, wachungaji, mnanisikia? Anakuja Yesu. Mbinguni hakuna atakayesema nilikuwa mama mchungaji. Hakuna atakayesema na, napenda napenda safari ya mbinguni, tukifika hakuna mtu ataulizwa duniani ulikuwa na cheo gani? t ulikuwa na cheo gani? Hakuna mwaigombe pambaniaga roho baba boru kose vyeo, pambania roho Hakuna atakayeulizwa ulikuwa na cheo gani. Ulikuwa mwangalizi wa jimbo ama wakanda? Ulikuwa askofu? Hivi vyeo ni vya hapa hapa duniani. Ninakuombea kwa Bwana aliye hai, kosa vyeo vyote, lakini usikose mbingu, usikose mbingu. Ubarikiwa unayesema mina. Hii ni injili ya matengenezo. Piga kelele, shangilia jina, we Yesu Mwokozi aliye hai. Haleluya! Tazama, naja upesi, sitachelewa na kuja upesi, na ujira wangu uko mkononi mwangu. Wasukuma watalipwa, Waha watalipwa, Wakaguru watalipwa, Wagogo watalipwa, Wanyakyusa watalipwa Wafipa watalipwa, Wanyamwezi watalipwa, makabila yote watalipwa. Anakuja Yesu aliye hai, anakuja mwanaume. Haleluya, haleluya, haleluya! Ishi duniani lakini kumbuka, anakuja. Ishi duniani, imba kwaya, toa sadaka, pewa cheo kanisani, lakini kumbuka Anakuja, anakuja haraka, watu wa Mungu. Anakuja mwenye kudhurumu na azidi kudhurumu. Unajua nini? Ukikuta haya maneno yanaandikwa, mtakatifu azidi kujitakasa, mzurumaji azidi kudhurumu. Manake Mungu alichungulia wanadamu, akaona wanahubiriwa, lakini vichwa ni mawe, wanaambiwa cha Mungu leo, wana kikaidi bado wanashika ya dunia, akasema, Yohana, usiangaike nao Mwenye kudhulumu azidi kudhulumu, mchafu azidi kuwa mchafu, na mwenye haki azidi kuwa na haki. Na kuombea kwa Bwana, kaa kwenye kwaya, kaa kanisani kwenu, kaa kwenye huduma, lakini usije ukasahau, linda uokovu wako wewe binafsi. Usilinde kama kwaya kama idadi ya watu, linda uokovu wako wewe mwenyewe binafsi. Haleluya! hii dunia hii ina machawa wengine wanapewa posho usiku mchana, wanakuja kusema ba baby bobu, unaona kabisa hii sura hii imepewa bahasha, hii hii imehongwa hii Unaona kama ujasiri hivi, lakini ukitazama unaona kabisa hata macho hayana ujasiri. Unaona kuna bahasha pembeni, kama wale manabii yani, mia nne wambia mfalme kwea kwenda vitani, kumbe wamepewa baasha. Lakini kidume mmoja anaitwa Mikaya akasema kama Bwana isivyo, kilicho cha Bwana ndicho nitakachokisema, hicho nitakachokiongea, haijalishi nitawekwa popote, lakini la Bwana ndilo nitakalolihubiri. Mtu wa Shinyanga, shangilia jina la Yesu! kanza niyefanye haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na wakumbusha waimbaji wenzangu, nilianza kuimba toka miaka tisini na tisa, nimeimba na maibu Gombe, tumeimba miaka mingi. Haleluya, fanya vyote, lakini usisahau anakuja Yesu, anakuja. Leo hii Mungu amenisaidia nimezurura, zurura kidogo mikoa yote ya Tanzania, Mungu amenipa neema nimetembea maeneo mengi. Moja y kitu kinaharibu akili za watu ni vyeo. Moja kitu kinawaondoa watu kwa Mungu ni nafasi walizonazo na ndio maana kuna watu wakipata vyeo, akifika mbele za watu anataka mtambue kwamba yupo, anataka mjue amefika na yeye yupo. Mimi huwa nawaambiaga watu tutambue, sisi tusitambue, kikubwa Mungu atambue, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hauwezi kusema amina kwa sababu nimpenda sifa? Usihangaike na watu kutambua, hangaika Mungu kukutambua. Haleluya! kelele Shangilia jina la Yesu aliye hai, haleluya, haleluya, haleluya. Fanya sana uovu, fanya sana ujinga. Uko kanisani lakini una mambo ya hovyo, uko kwenye uongozi lakini una vitu vya hovyo, mpaka aibu hata mke wako akiviona Asubuhi nilikuwa naongea nikasema, ukikuta sasa hivi simu nyingi zina password. Password ni chanzo cha kukosa uaminifu, watu wengi sio uaminifu. Wengine waliishia darasa la nne, lakini password aliyoiweka ni ya kichina na hajawahi kusoma kichina, akichora namna hii, ramani ya Tanzania ikasome yarakonde satama yaka. Fanya ujanja wote, wafichwe wanadamu, haina shida, lakini au utamficha Mungu aliye hai? Mfiche mke wako, lakini ni hautamficha Mungu aliye hai, mfiche mchungaji wako hautamficha Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya! Anakuja upesi na ujila wake uko mkononi mwake. Huyu mwanaume ananishangaza. Wako wakina Mikaeli, wako wakina Gabrieli, wako malaika kamanda wa vita, namleta habari lakini cha ajabu mwaigombe mzee hawaamini wote, ujira hajampa yoyote, vyeo ametuachia, ila ujira <laughs> apimbile jojo amebeba mwenyewe. Angempa askofu, inawezekana askofu ni Mnyakiusa, angeanza na Wanyakiusa. Angempa Msukuma, angeanza na Wasukuma wenzie. Anaweza kumpa Muha, akaanza na Waha wenzie. Na sio tu ataanza na Waha, ataanza na mke wake na anaweza kamsawata mke wake, akaanza na mama yake. Sasa huyu Kiduma akagundua hapa makose karabakondia haujawahi kuona hata uchaguzi wa nafasi za watumishi huwa wanapiga kampeni na wanatoleana na nauri za kwenda Dodoma. Unaweza kutoa rushwa kwa watu, lakini hautatoa rushwa kwa Bwana hande handora paka. Hii ni injili ya Yesu wanaoipenda shangilia jina la Bwana wa majeshi. Hii ni injili ya matengenezo hii ni injili hii ni injili. Nawakumbusha ndugu zangu, nawakumbusha ndugu zangu, kadri siku zinavyokwenda, kadri yesu anavyochelewa, warokole wengi wanaanza kuwa warokole waliopoa, wamebaki kanisani wabaridi, hawakui hawaongezeki, wamebaki vile vile. Na kukumbusha, hujui utaondoka lini duniani. Kaa vizuri na Mungu kaa vizuri na Mungu aliye hai. Nasema kaa vizuri na Mungu. Hata majambazi nao watalipwa, hata machangu doa nao watalipwa, wavuta bangi nao watalipwa, wanaobeba waume za watu nao watalipwa na Jehova. Wanaoharibu kanisa la Bwana nao watalipwa na Mungu aliye hai. Wanaoumiza mioyo ya watu wa Mungu nao watalipwa, kwa jina la Yesu Kristo. Anakuja Yesu aliye hai, tengeneza njia zako. Mwenye kudhurumu azidi kudhurumu. Hii ni injili yangu ya siku ya mwisho. Tumekubembeleza sana, ukiamua kuokoka okoka. Ukiamua kuendelea na ujinga endelea nao. Yesu anarudi, nasema Yesu anarudi, Yesu anarudi. Watu wa Mungu, watu wa Shinyanga, hata unayetutazama pale kwenye TV, unayetutazama mtandaoni, fanya ujinga vyovyote uwezavyo, fanya uovu vyovyote uwezavyo, utalipwa yako malipo ya matendo yako. Wenda mchungaji wako anakupetipeti. Uenda mchungaji wako anakufariji kwa sababu sadaka yako ni kubwa. Na fungu lako la kumi ni kubwa. Mtu mmoja akasema, namtamani sana Lusekelo lakini siwezi kumwalika kwa sababu injili yake haina busara kidogo. Ina maneno magumu magumu. Mimi nitaendelea kuchapa injili yenye maneno magumu kwa sababu hata Yesu alichapa injili yenye maneno magumu. Wako waliojikwaa wakarudi nyuma. Ni maelfu ya watu wakampokea kama Bwana na Mwokozi. Simama kwa miguu yako.